Na tukiachana na hayo ya IBC, Rais William Ruto amebainisha kujitolea kwa serikali yake kutekeleza maendeleo kwa usawa, akisema hakuna eneo litakalobaguliwa. Rais aliyesema haya katika ikulu ya Nairobi alipokutana na viongozi kutoka maeneo ya magharibi mwa Kenya kukadiria utekelezaji wa miradi mbalimbali mbali ya maendeleo. Mkutano huo unafuatia ziara ya rais ya katika eneo hilo ambapo alizindua miradi kadhaa ya maendeleo. Mtazamaji, maelezo zaidi ni katika taarifa ya Ben Chumba. Tazama as people's representatives and uh, areas that you need to focus so that we can use the infrastructure of government to drive the development of our, our, our country. Ahadi hiyo ndiyo ilikuwa mada ya mkutano wa leo katika ikulu ya Nairobi, ambako rais William Ruto alikutana na magavana na maafisa wengine wa ngazi za juu serikalini kutoka magharibi ya Kenya. Over the last couple of months we we have brought different teams together and uh, because we have brought different teams together under the broad-based arrangement. We are making steady progress in the right direction. Mazungumzo kati ya rais na viongozi hao yaliangazia uongezaji dhamani kwa mazao ya kilimo, kuimarisha usambazaji mbolea bei nafuu ili kuboresha uzalishaji wa chakula na ufufuzi wa sekta zinazoyumba yumba za sukari na kahawa. Kando na sekta ya kilimo, viongozi hao kadhalika waliangazia ujenzi wa barabara, usambazaji nguvu za umeme na ujenzi wa masoko ya mazao ya kilimo. Masala yanayohusiana na usambazaji maji na mpango wa huduma ya afya kwa wote pia iliangaziwa kwenye mkutano huo. Mkutano huo unafuatia ziara ya hivi majuzi ya rais magharibi ya Kenya, ambapo alizindua miradi kadhaa ya maendeleo na kutoa mgao wa shilingi milioni 150 kwa wakulima wa miwa wa Mumias. Waliohudhuria mkutano huo ni magavana Fernandes Barasa wa Kakamega, Polo Tuoma wa Busia, Wilbo Tichilo wa Vihiga na Ken Lusaka wa Bungoma, pamoja na waziri mwenye mamlaka makuu Musalia Mudavadi na spika wa bunge la taifa Moses Wetangula. Wengine waliokuwepo ni waziri Wiklif Oparanya wa ustawishaji vyama vya ushirika na Debora Barasa wa mazingira na uhifadhi wa misitu. Ningependa kuwashukuru kwa sababu ya vile tumeshirikiana. Ben Chumba, Darubini.